Habari zenu, ndugu watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV. Kwa majina naitwa Baraka Jeje Mdoba. Leo niko mbele hapa kuweza kuelezea faida mojawapo uh, ya utengenezaji wa local cage. na hii mnayoiona mbele yenu hii ni local cage. hii ni cage ya kuku mia moja lakini tumeidesign kama unavyoona, tumeweza kufunga na kuzungusha kwa kutumia keji waya. Lengo letu ni lipi? Kwamba sisi tunataka tutumie keji kwa kazi mbili na kwa wakati mmoja, kwamba kwa kazi ya kwanza tunataka tutumie kama buruda ambayo itaweza kupokelea vifaranga na kuweza kuvilea humu humu. Hapa tutaweka system ya umeme ambayo tutaweka taa zile za joto, alafu kitu kingine pia tunaitumia kama kama kama keji. Maana yake hizo wapo ambazo tumezizungushia hapa. Baada ya hawa kuku wetu kufikisha mwezi na nusu hii wavu tutaweza kuitoa. Kwa baada ya kuitoa wavu hii, hii itabaki keji kama keji na itaendelea kufanya kazi kama kawaida. Maana yake tunaweza tukawafikishia hapa na kama kuna sehemu nyingine maana hapa tunaweza kuwa na keji zaidi ya mmoja. Kwa baada ya kukua kidogo tunaweza kuwasambaza katika systems ya katika sehemu zingine, yani katika keji nyingine. Ah, kwa hiyo hii ni nzuri sana katika uleaji wa vifaranga. Maana yangu ni ipi kwamba unapolelea hapa vifaranga, inakuwa ni vizuri zaidi kwani sio rahisi sana vifaranga kupata magonjwa au vifaranga hawa huweza kuenda kuingia kwenye kwenye maji au kwenye mazingira ambayo yanaweza kawasababishia wao kupata uh, ugonjwa kwa haraka. Kuna watu tunalelea vifaranga kwenye maranda. Sasa kuna muda mwingine, um, yale maranda huwa sio mazuri. Kwa sababu gani? unaweza ukawa unalea vifaranga kwenye maranda halafu pale pale kaa umeweka jiko la mkaa ili kusudi liweze kuwapa joto. Sasa ikitokea kwamba kwa bahati mbaya umetoka lile jiko likadondosha mkaa pale, kuna uwezekano mkubwa wa asilimia 80 kwamba yale maranda yote yakafanyaje yakaweza kuungua. Sasa kama haupo kwamba una uwezo wa kuunguza vifaranga wote kwa pamoja, hapo utakuwa umepata hasara kubwa sana. Karibu sana tuweze kuhudumia katika huduma zetu za utendezaji wa keji, pia tukushauri zaidi namna nzuri ya wewe kuweza kufuga kitaalamu zaidi, kwani ufugaji huwa ni mradi ambao unawekezwa kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kama umeamua kufikia hatua ya uwekezaji, unapaswa uweke mipango thabiti na ufugaji wako huwa ufugaji ufugaji wa kuku sio kujaribu tena. Sasa kama unahitaji ufugaji wa tija ni lazima utumie miundo mbinu mizuri ili kuweza kuepusha baadhi ya mambo ambayo yanaweza kukusababishia wewe kuweza kuweza kufeli au uh, kuweza kuanguka kabisa. Kwa majina, naitwa Baraka Udoba. Mimi ni fundi. Usisahau kusubscribe channel yetu ili wa kwanza kupata vipindi vingine vinavyofuata. Endelea kuangalia, endelea kushare kuweza kujifunza zaidi namna nzuri ya